Mheshimiwa Spika, mafanikio makubwa yamepatikana katika jitihada zetu za kuvutia wawekezaji. Kasi ya uwekezaji nchini imeongezeka ambapo hadi kufikia mwezi Juni 2025, jumla ya miradi 485 yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 6.2 imesajiliwa na mamlaka ya vitega uchumi Zanzibar zipa inayotarajiwa kuzalisha ajira zaidi ya 25470 miradi hiyo inahusisha uwekezaji katika sekta ya hoteli zenye jumla ya miradi 187 biashara ya majengo miradi 112 viwanda miradi 48 kilimo miradi 27 michezo miradi 28 na sekta nyinginezo miradi 83. Kwa lengo la kuimarisha uwekezaji katika sekta ya utalii, serikali imeruhusu uwekezaji katika visiwa vidogo vidogo. Hadi sasa, zipo imesajili miradi ya uwekezaji katika visiwa kumi na saba ambapo jumla ambapo jumla ya dola za Kimarekani mia tatu sabini na saba nukta tano milioni zinatarajiwa kuwekezwa.